Asema kwamba simaga nenda Zanzibar, hiyo sio kweli. Mimi nilimwaga tena, nimemwaga siku tatu kabla, kwanza tarehe tatu hiyo, mwezi wa ngapi? Wa kumi. Nilimfuata chumbani kwake nikamwambia siko sawa, akanieleza sababu. Nikamwambia hasa kwa nini anawakataza hivyo, anamkataza yule anamwambia kaka wake mfanyakazi wa nje kwamba asiniruhusu kufanya kufanya yani hivyo yani, nakaa tuko, ananidharau vile. Sieti anakuja kunifata, naambia usiku, kaa kwenye hii kochi sipi yani. Kuna vitu mle ndani siusiwi, nikimfata kwenda kumweleza, naambia mimi bwana sijamwambia hivyo, itakuwa ni yeye. Basi nenda basi kaongea, hataki yani, unajua ile anisikilize chochote. Huyu anaweza kaongea, ukaona huyu jamaa na roho mbaya. Kochi hapana, kuna madude nimeleta mimi, yametoka China mm -hmm. Yale makubwa hivi kama mm -hmm. pegola, ila sio pegola yenyewe, ndani inakuwa na kitanda Unakuwa ukaingia ukalala saa yako juu kule, yale kama bembea? Kama bembea, ila inakuwa na nyumba yake, inakuwa e, e, e, na, na, na, liko hmm. ina vitu tu. Sasa chini huwa ya seti mpaka ya seti yale Mm. Kwa hivyo kwa hiyo yule mlinzi, vitu vingi vya mule ndani vyamule <coughs> ndani na ujenzi, afu ni yenyewe kubwa na linarekebishwa sehemu nyingi, mafundi ni wengi mm -hmm. Kwa hiyo kila kitu unamwelekeza hapa, hivi hivi. kwa nini nimewazuia kwenye swimming pool? Mbona mnaenda kuogelea Haya, vitu vingine hivi vingine kawaida nazosema sijui umezuia, uwezi kwenda pale ukaning'inia au ukalala pale, afu ukashangaa umepindisha ile kitu na mimi nimeshalimwa. Mm. bei nyingi nimekuja pale. Mm. so bili ufanye setting, ukimaliza utakuwa free. Mm. unaenda unakaa, sasa unaanza kuongea vitu ambavyo mlinzi, mimi lazima nipende mlinzi kazi yake umewekeza. Mm. hichi Mr. Kichi mm. Mr. Mm. Kichi ndio kazi hey, yake anaelewa. Sasa huyu akiambiwa unaniingilia nini, unakuingilia na huku unaona pale hivi okay, jumba lile kubwa Mm. Wewe unaliona kila kona. Usipopata mtu ambao yuko makini kuangalia vitu mm, si vinaharibika? Mm. hapo hapo, mimi sasikia. Watoto ye anawaambia, wanaenda kucheza kama kawaida, wanakaa wanacheza kama kawaida, hawajacheza kwenye gari lake kwanza

Kuna siku nimevana ningona nikoro kanifukuza kukaa kwenye situ, ukaniambia kaa sikia nyuma AC. Hivi sasa huyu atumia akili kama okay. so, maskini, kuna vitu ananifanyia ni anataka nimuelekeze mimi ni mm. minima, ajui mimi. Nimemwambia kae nyuma kwa hiyo ile upepo wa AC, mimi nataka AC, nimeingia pa upepo mkubwa kwa mto kwa mtoto, mtoto. Nimemwambia kaa nyuma ili kule kuna setting ya kawaida ya, ya AC huku mbele usikae. Kwa hiyo kama nisipokuwa na mtoto AC mimi nanizuia nini? Ah, ngoja ngoja nimsaidie kitu kimoja ngoja ni kusaidie kitu moja chief, ngoja kuna kitu ambavyo nyinyi hatawe, uh, nafikiri kodi zieleweke. Wewe umemkuta utaya na watoto, sindio? okay. mm -hmm. watoto wake ni wakubwa na wengine wadogo, sindio? okay. sindio? mm -hmm. alishawata siku moja kukutambulisha kwa watoto wake? Ndio. wewe ni nani aliambia, aliwaambia mnamwita mama, huyu ni mama yenu Je, mwenye akanitambulishwa kwa watoto wake? Kwa watoto wanakuita we mama? Ndiyo. Mpaka saa hivi tunavyoongea? Ni kweli? Ndiyo, ni kweli. Ulimtambulishwa kwamba ni mimi hilo swala la kumtambulisha mtu mm, nyumbani kwa watoto huyu, mm. Mimi sijawahi kwenda kujitambua na kuongea okay. Sijawahi eh, kujitambulisha kwao mm, wala kuongea na kwao kwa kwa kwa kwa kwa eh, tuliishi naye eh. Mimi na mwanzoni alivyokuwa anaongea kama nilivyoelekeza eh, yaani nimesema hivyo na maana mwanzoni alivyokuwa anasema mtoto akikuwa sijui nini nini ataondoka. Sasa mimi sikuwaigi kuwa na nguvu eh, ya kuongea naye. Hata kaka yake alikuwa anaenda polisi amekuja alimuomba akaja papa aje, mm. nikamwambia haina shida. Sasa nimesema ni hivyo na hey. kusudi kwa sababu gani? Nakumbuka hata nyinyi kwenye maelekezo yenu ya kwanza ulivyoongea ile siku ya kwanza mliotoka, ukamwambiaje? wewe request nenda, we, mimi nitakuja mwenyewe mwenyewe kwa sababu ya picha ya ngoja ni kuelekeze, subiri Rehema subiri. Hapo hajasema ukweli, alinifikia, tulifika wote mpaka nyumbani hapo anavyo sema lini ahh kuniriqwestia, tumetoka na na gari yake benzi masidiki benz, tumekuja mpaka nyumbani getini. Sema ukweli papa, mi hajaniriqwestia. Sasa umeniriqwestia? ah, ah, wapi sikuwa, tumerudi na benz si kumekuja ati mpaka nyumbani. Anapoanza kusema ati ameniriqwestia sio kweli. Hayo mengine amesema amesema mwongo. Swali moja wa, watoto nyumbani pale wanajua okay. Nyinyi mko kwenye mahusiano, yaani mi nimetoka kujifungua hivi na mtoto kawaita watoto hivi sebeni, kanitambulisha mimi kwamba wao wananiita mama, na mpaka sasa hivi watoto wake mimi wananiita mama wale wote. Sasa yeah, nashangazi kwa nini anakata. Hmm, kwa sababu hiyo nimesema, nime nime watoto wako nyumbani, mimi nisemeni ah, kwa sababu tada kawaida tu jina lake la dada, unanielewa? e, e, ila eh, ndo nimeniuliza kwa sababu watoto wenyewe tayari wana akili, wanajua huyu pia, mm, Huyu <laughs> ni mdogo wetu, na, na niliwaelekeza. Ila sasa yeye kulingana na yeye mwenyewe ni yake na maisha tunayoishi. Mm -hmm. Unajua mimi nikuawekeze kweli. Mimi -hmm. mimi nawaambia kweli. Eh, ee, unajua yeye ana maisha ambayo kifupi hana heshima, alafu mimi aniheshimu nadhani. Mm -hmm. Mnamuona -hmm. Ujue mtu kama mimi huyu alitakiwa anaishi nami kwa heshima, yaani mm huyu -hmm. anaheshimu poa, nikikufutulia mm -hmm. ama message yake au mfano hivi nikifungulia voice moja unaweza ukaisikiliza Ah. ya ulionifanya mimi niishi mpaka leo, nakuona hivyo sikuheshimu kwa, kwa, kwa, kwa sababu ya matendo yako unaonifanyia. Hauwezi ukatembea na mfanyakazi wa ndani mi mbele yangu mi nikaona, afu nikakuheshimu au nikakuchukulia heshima hivyo, uje hapo uanze hivi kweli? Mpaka mimi nitawezaje kukuheshimu kama bwana wangu? nianzaje kukuchukua heshima au mimi nimetembea? Hayo una ushahidi gani kama mimi nimeenda Zanzibar na mwanaume au nimelipiwa Zanzibar? Hapo Zanzibar Nimejilipia mimi hela kutoka hapo mpaka nafika Zanzibar, nimekaa na mtoro. Sasa unakuja kunisema mimi na bwana mwanajeshi <examples> Bwana gani wa mwanajeshi ambaye mimi simjui. Unanipa mabwana ambao mimi sina. Mamangu umemjazia maneno ya uongo. Unanisema maneno ya uongo na unakaa hapo unasema kabisa, unajua unasema uongo na wakati unaujua ukweli ndani ya moyo wako. Dunia, siku, nana, choz, weta, kwa ndo ni yani, unajua mtu ukiwa una hekima ya kujitambua, yani unaweza kuwa unaliaga mpaka unachoka. Yani mimi nakwambia, duniani kujitambua ndio inachotaka na hekima. Yani ukiwa tu ni mtu fulani tu ambayo wewe uongozi na hekima, utaona kila kitu duniani una unanyanyaswa. Nakuwa inakuwa na mjinga na kabisa. Kwa unaweza ukalia sehemu fulani, nikamtafutia ule mwanaume akanitombe usiku kucha mpaka asubuhi, kama yote naye, maana nimeongea tena nikiwa na hasira, nimekunywa pombe nimekusikilizisha hiyo ila mi ili kumwonyesha tu we hekima yake hiyo, mm, jinsi alivyo. Lakini nikwambia ukweli, mi siwezi kutukana mm, katika maisha yangu siwezi kutukana, naye anajua mi nakuwa mkali, naweza nikawa mkali, lakini siwezi kutukana mm. Kwa hiyo mimi, alafu sisi tulivyolelewa tu hatatukutoka tutotoka na ni asome ni asome, yes, si haya yes. Hapo umeanza ku... nilijua umeenda kufanya na bwana wako kuma wewe tombo ku. Hapo amepiga simu nilikuwa sijapokea, na tumetoka nyumbani tumegombana, mimi ndio nikaamua kuondoka pale nyumbani kwa Sila, lakini sio kama sikumwaga, nilikuwa naenda benki na nimemwaga kabisa. Nilipofika benki sikupata huduma, ikabidi nikatoka. Nilikuwa kuna sehemu nilikuwa nimekasa, nilipokuwa na simu zake nilikuwa sitaki kuongea naye, ndio akaanza kumtumia mesaji ya matusi, kama hivi anabesu nipo na bwana wake, matusi matusi kanitumia, anamtukana kimoja ngoja niwasaidie sisi wote tuchakaa kwenye mahusiano, tuko kwenye mahusiano na sisi tunasaidia watu wenye mahusiano kiukweli. Mm. Mimi nachokiona, nyinyi hapa, nyinyi wawili, mimi nachokiona hizo meseji, meseji hiyo iliotoka kwako, kama hiyo umeandika wewe, hiyo ni meseji ya wivu. Maneno mengi yanasema huyu naye ni maneno ya wivu. Mhm. Sijui umeona hapo. Yaani hizo iz, ni changamoto za kimahusiano. Hmm. Yeah, ila wewe sasa nafikia babaya mfano jana ananiambia mimi, mimi naweza nikajana ananiambia. Hmm. Yaani mimi naweza tawaua wote nyumba nzima. Bila yeah, juzi jioni hmm, nimeambia tawaua wote nyumba nzima, nyumba nzima yani. Ani? Sitakubali. Sita atakubali nini sasa, sielewi. Ndio sikuwa ametoka huko kwako, mimi sijaongea naye, sijaongea naye kaka sabredi, mimi napita, sitakubali miaribia sijui maisha sijui nini. Mi namuulizaga kitu kimoja, we nimekuharibia vipi maisha mm? Ulikuwa na mimba ya mwezi mmoja na pointi, nimekupa pesa umekataa mwenyewe kutoa mm. na umeamua mwenyewe kukaa na ukasema unalea mtoto, si ulisema wewe mm? Sasa mi nakuharibiaga maisha kivii? Nafikiri hiyo hiyo namwelekezaga kila siku Iyo ishu, vipi nakuharibia an yaani, unabidi utulizage akili hapo, sio unaniambia mimi nakuharibia maisha. Nakuharibia maisha kivipi na we umeamua uzae na na, e. e. okay, na na kule, na na kwa kwa mwenyewe dada dada yako yako. Sasa kama kakushauri haya, okay, nimeendelea namlea mtoto grade nzuri, kila e. kila kitu we una mang'o, e. na e. na kila kitu una makabati kutoka huko, na nafikiria kibinadamu e. e. e. na nimetumia nami milioni milioni mbili Mtu nakaa ndani tu kawaida, unashika laki tatu au kuna hii, hii. Mm. Mm. Ni kachika kanunua hichi, hakuna kitu hiyo hivyo, kawaida tu, najua tu lazima maisha yaendelee. Nafikiri hizo ni lugha sasa, yeye unakuta vitu kama hivi, nafikiri hizo ni lugha za za kimahusiano na wasichana wengi Tanzania wanaongeaga hayo maneno, umenipotezea muda yeye mm. umeniharibia muda wangu, lakini yeye anaharibia maisha. maisha lakini hajui kwamba maamuzi yalikuwa ya kwake ya kwake mwenyewe na kama amekuharibia, ujue mtoto sio wakwako wewe peke yako. Nasikia unasema mwanangu, huyo ni mwanenu, sijui kama kiswahili ndo sawa, huyo ni mtoto wenu, sio wakwako. Hiyo lugha wanawake wengi sana wanapenda kuiongea na kuna baadhi ya wanaume wanasema mtoto wangu. Hapana, mtoto ni wenu, sio wakwake, sio wakwako, huyo ni wakwenu. mm-hmm. sijui umeelewa. Na hiyo hiyo changamoto, akisema nyinyi mko kwenye yanini? Sasa sijui kwa sababu nyinyi somehow mnapendana lakini kuna hizo terms ambazo nyinyi hamjazi define nikisema kudefine define, hamjakaa muamue na kukubaliana mnataka muwe mna mahusiano gani, kwa sababu hii ndio inawaleteeni shida, na hii shida naiona kwa upande wake yeye. Tabia nyingi vitu vingi anavyofanya huyu ni kwa sababu ajui kinachoendelea kwenye maisha yake, ajui future yake kimahusiano yenu nyinyi ikoje. Na kwa upande wako wewe, hivyo baadhi ya vitu ulivyovifanya ni pia ni kama vile bado haujafanya decision ya kwamba huyu atakuwa nani kwenye maisha mahusiano yenu, au atakuwa nani in terms of kwenye watoto wenu. Sasa changamoto inakuja, kuna watu ambao anataka kae na mtu kwa sababu one, kuna baadhi ya lifestyle wanaipata, na kuna ule ambaye anasema inabidi mtu nikae naye kwa sababu ana mtoto wangu nikimuondoa mtoto wangu sitampata au mtoto wangu sitapata nafasi naye. Kwa hiyo kuna vitu anajaribu kuvitolerate au kuviachia ili apate nafasi na mtoto. Kuna wanawake wengi wanaokaa kwenye ndoa za shida lakini anakwambia kwa sababu gani inabidi nibaki ili watoto wangu wahudumiwe. Kwa hiyo anakubali hayo maisha. Kuna wanaume wengi pia hivyo hivyo anakana mwanamke kwa sababu labda anataka abae karibu na watoto wake kwa sababu anajua akimuondoa tayari wale watoto hawako naye. Sasa hizo zina konsekwensi zake, zina matokeo yake mm. Matokeo yake kama hamko nyinyi kwenye timu nzuri, mtakuwa mnagombana kwa sababu wote mko pa, faida zenu, yani kila mtu anachokitaka ni tofauti na mwenzake anachokitaka. Huyu kliari, Rehema anataka mahusiano na wewe, anataka mahusiano ya kwamba yeye pale ndo mama mwenye nyumba, kliari. Ukimsikia vitu vingi alivyoviongea anavyovilalamikia sio vya kwamba apati huduma za kibinadamu. Mnaelewa ni kwamba kimahusiano kwa kima upande wako awa, tumesikia hizi issue za wivu mbili tatu nne, lakini ni kama wewe bado unaenda na ile original statement yake kwamba nitajifungua alafu nitaondoka. Lakini sasa sasa huyu tena tena mwingine sasa huyo ana mtoto. Kichwa kitulie. Mm. Hey, mfano yeye yote kwa yote mpaka <coughs> kani tumefika hapa mm. Kwa ajili ya yeye mwenyewe, akili yake kutakutuliza akili na hekima mm. Ina maana huyu angekuwa na mtu m-amshauri mzuri mm. Yaani utatizo nimegundua, marafiki zake wale madanga, unajua yeye sikafanya kazi kwenye mabaa makubwa au mashinyanga huko wapi mm. Sasa wale marafiki akiongea ya nayo yanamvuruga akili mfano mm. wewe mara mwisho kuna hii juzi tulifanya kama sherehe pale ilikuwa ni nini si ile mm. nini mpaka nimekuja nikakuta dada yako anakusi nini sijui, yaani ule dada yake yani anakaa na marafiki ambao yani yale hayanaga ushauri kwayo. mm. akiona huyu amekuwa kwenye mambo haya mm. fanya hivyo, fanya yani, na yeye huyu umemgundua akili yake kwa nini unadhani ishu kama mm -hmm. hii ni ya kufika mm -hmm. si yeye alikishajua tu bwana, hapa tayari papa mimi hivi na hivi na hivi mm -hmm. mm -hmm. Siye, hawa, na kakubali, niko naye mm si alitakiwa awe tu na hekima na busara, mm ananipotezea muda mimi, saizi nimeacha kazi nyingi mm -hmm. niko na. ni mm -hmm. Yani, na, na na mm -hmm. ni mm -hmm. yani, na hekima yani kufukuza kwa ajili ya ujengo wangu hivi mimi, mm mama umetimamu najitambua mwanamke anaondoka pasipo kwa liza siku sita, alafu we unarudi unakuja unakaa eti unaongea naye au anataka kuongea mm. Hata huyu mamake nimemwambia mwenyewe mpaka kashangaa, hivi wewe, mimi mtu mwingine hivi, angekuwa ni mtu mwingine sana, anaweza akakuumiza akakupiga au akakutimua. Haya, leo anaondoka mtu anaenda anakuonyesha picha ba, unampigia simu hapa, okay, alafu anakuja kupokea simu, video call yuko ba, niko tu hapa nakunywa bia mbili tatu Mw. Alafu anakuonyesha hiyo, ni hekima alafu ukija kuangalia ujue mi mm, mm. najiangaliaga na kwa baadaye naji, <laughs> <laughs> okay. najichoka <laughs> e, kuna vitu unakutana navyo mwanangu, unachoka ni hekima tu ya kujua tu na, fikiria, sasa, sasa, na hekima, kujua, tu yuko mtu gani? Alafu kawaida hata kama hmm. kuongea na mtu uongee kwa akili kubwa hmm. ili mambo yaende sawa hmm. Sasa unategemea wee ufanye huo ujinga, yaani ametoka siku hiyo katoka. mm. kaenda kunywa ndo kanitumia na hii voice. nitaenda mm. kufanya anavyofanya kama ulivyoona hapa. haya mm. mm. katoka, kakaa siku ya kwanza, kesho yake kaenda Zanzibar. mm. kwa nini sasa usiseme? ee, kwa nini sasa usienda? kaenda karudi, afa, nataka hapo hapo akija aniongeleshe nimsikilize, haiwezekani. mwisho yeah, e, wa siku mimi namwambia vitu ambavyo namwelekeza kabisa. mm. namwelekeza uko na mtu, eh yakiwa kule kule, mm. kama ulivyo uko na mtu wako eh. Kwa hiyo yule bwana ndio kaja, mm. tayari uko naye uko Zanzibar, mm. eh, anaendelea kutalii, na kwa hiyo wewe ulifanya vile ile muumizi hapo, mm. maana unajua wasichana wana michezo hiyo sana, mm. kwanza, si hiyo voice alotuma hiyo, nasikia chief, hao wasichana wanawake wana hiyo michezo sana maana, nyingi wala sio kama anafanya kitu, ila wana hiyo wana hiyo michezo ya yani kutaka kama kuku umiza kuku, kuku, kukurusha roho kuku nani, mm. No necessary kama alikuwa na mtu bwana, lakini mara nyingi wanafanyaga hivyo ili kudraw attention yako. Hasa anataka attention yako, huyu anacholilia attention. E, na kuna ujinga ambao unaweza ukafanyika, unajua huyu kafanya ali ujinga mm. ambao linaweza likapelekea hata mtu ukajikuta. mm. mimi na, na mm. nachokiona hapa ki kiukweli kwa experience zangu ya mahusiano, huyu yuko kwenye vita kubwa sana, anajaribu sana kwamba awe akuwini wewe, wewe uwe ndio, yani kama wewe uwe we ndio mtu wako yani pale nyumbani, unasikia hiyo issue anaosema sijui mfanya kazi hivi, yani anataka yeye ndio awe na sauti nyumbani. mm. si umeona, Sijui umenipata apo? Hiyo ni vita yake kubwa sana mm. ambayo sasa, hiyo ndiyo inayomchanganya, kwa sababu anatafuta hiyo power hmm. haipate ambayo haipati kwako, ndiyo inamfanya anakuwa anatoka nje anaingia. Hizi zote ni inaitwa ni attention. Wanawake, kuna kitu kimoja kikubwa wanachokitakaga kwa wanaume, wanawake wanapenda attention. Sasa hiyo attention kwako haipati, kwa hiyo ndiyo yeah. hizo pulshani na... zote hizo unaona anazifanya hizo hiyo ni kupata attention lakini yaku, kwa upande wa Rehema anawezaji? Kupata attention kwa mtu ambaye ameenda kwake akamkuta ni single father, single father mwenye watoto sijui tisa, ambaye hao watoto wote kila mtoto ana mama yake. Wewe unataka uwe yani, wewe ni una utofauti gani, una kitu gani ambacho unataka umlazimishe? Kwa sababu hii zote unavyo toka ulivyokuja mwanzo juzi, ile tukaongea leo hapa, ulivyoongea, unachotaka ni kumteka huyu baba, yani kwamba awe nani, ndio mume wako lakini unasahau umemkuta huyu ana wanawake wengi, wamepita kwenye maisha yake, wamepita wengi. Sasa wewe ni kitu gani cha tofauti ambacho wewe unataka yani, kwamba wewe ndio uwe special no, yani hilo ni kosa kubwa sana ambalo mmoja, nimalize point yangu nilikuwa nasema mimi ambayo nataka wote wanisikilize. Unasikia chief huyu anataka sana uwe malkia kwako, yani maana yake anataka kwa cost yoyote. Kwa hiyo atasikiliza marafiki, atasikiliza wapi, ndio wengine wanaendaga kwa waganga wengine wanaenda kwenye mafuta, wengine wanaenda kwenye nyoka. Kila mtu ana purugushani zake. Hicho kitu, kitu kwa wanawake kipo sana, e, yani sasa katika hizo purugushani kuna kushauriwa vibaya, kuna vizuri. Sasa asipovipata anakuwa frustrated, naona matendo yake hata, hata, hata, hata, hata hii kuja hapa kwetu, hmm. Pia ni moja ya yeye kupata attention. Ndio maana umemsikia amesemaje, nimejaribu kuongea na leyo, lakini anaona bado apate atenshen yako. Sasa atenshen anapata hapo, ndomaana akaja huku kuongea maneno ili apate atenshen. Hicho kitu kwa wanawake kipo sana yaani, hiyo dunia tangu yumbwe na mpaka itakapoisha, wanawake hicho kitu hawatakiacha, no.